Wapendwa wa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa ni dominika ya thelathini na tatu ya mwaka si wa kanisa, tukielekea ukingoni kabisa mwa kukamilisha mwaka usi wa kanisa na kuuanza mwaka mwingine, mwaka a wa kanisa. Katika masomo, somo la kwanza ni la kitabu cha Malaki sura ya nne aya ya kwanza hadi aya ya pili. Somo la pili ni la waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Watesalonike sura ya tatu aya ya saba hadi aya ya kumi na mbili na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya ishirini na moja aya ya tano hadi aya ya kumi na tisa. Tusikilize Injili takatifu.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 Wapendwa taifa la Mungu, tunasikia mambo mbalimbali ambayo yakielezwa kwamba yatatokea. Haya yote ni matukio ya mwisho wa dunia, hususan yakihusianishwa na kubomolewa kwa hekalu, na hii yote ilikuwa ni kabla ya mateso ya Yesu, ikiwa ni kuteseka kifo chake msalabani na mwisho kufufuka. Kwa hiyo Yesu alitangaza kubomolewa kwa jengo hili la fahari sana, hekalu ambalo tumeona sifa zake mwanzoni kabisa mwa Injili, namna ambavyo lilikuwa likitazamwa na watu, ambapo hili hekalu halitasalia juu ya jiwe jiwe juu ya jiwe. Hapa kuna nini? na Kristu anamaanisha nini hapa, ndugu zangu? Kuna tangazo la ishara ya nyakati za mwisho vilevile. Vile, Yesu alitoa sehemu kubwa ya mafundisho yake ya msingi kwenye hekalu. Vilevile, alitaka kulipa kodi ya hekalu akimshirikisha Petro ambaye alitaka kumweka kama msingi wa kanisa lake litakapo litakalokuja zaidi ya hayo anajilinganisha na hekalu kwa kujionyesha kama makao dhahiri ya Mungu kati ya watu. Rejea Injili ya Yohane sura ya pili aya ya kumi na nane hadi aya ya ishirini na mbili. Hii yote ni kuweza kuonyesha ni namna gani ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo katika kutangaza hii habari ya kubomolewa kwa hekalu, si kwamba alikuwa na uadui na hekalu au alikuwa na kisirani nao, lakini yote ilikuwa ni katika kuhusianisha mateso, kifo na ufufuko wake na namna ambavyo lina uhusiano gani na hekalu, ambapo kwetu sisi tunaitwa kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hivyo ndugu zangu, kuwawa kwake kimwili ndio kunatangaza kubomolewa kwa hekalu kutakako onyesha kuingia katika kipindi kipya cha historia ya wokovu. Rejea Katikisimu ya Kanisa Katoliki namba 586. Hivyo ndugu zangu, katika uhusiano huu uliopo namna ambavyo mambo haya ya nyakati za mwisho yanavyohusianishwa na kubomolewa kwa hekalu. Kristu anapotueleza na anavyotufundisha haya, anataka tutafakari kitu gani? Ndugu zangu, injili inaelekeza kutafakari mambo ya nyakati haya za mwisho, ikiwa ni ujumbe wa Yesu Kristo mwenyewe. Yesu katika kufundisha kwake, alishafundisha juu ya ujio wake kwa mara ya pili Kumbe ni lugha ya picha na mafumbo yatumiwayo na Yesu kuwatahadharisha wanafunzi wake juu ya matukio yatakayotangulia ujio wake vile vile wa pili, na vilevile changamoto zitakazowakabili wafuasi wa Yesu na namna wanavyopaswa kukabiliana nazo. Ni maandalizi, ni namna ambavyo wanawatia moyo ili hata pale atakapokuwa yakitokea wasi wasishangae kwa sababu ni kitu ambacho tayari walishapewa tahadhari. Na ndivyo hata sisi katika ulimwengu wa sasa, namna ambavyo tunaona ujumbe wa Bwana wetu Yesu Kristo katika maandiko matakatifu, yatupasa tuwe na imani na tusiwe na hofu kwa sababu tayari ni kitu ambacho tulishapewa tahadhari katika maandiko matakatifu, na kwamba kwetu tusione kama ni kitu kigeni, zaidi ni kuwa imara zaidi kiimani na kuweza kumtangaza huyu Kristu, kwa sababu mambo mengi sasa yanaendelea kudhihirika katika maisha yetu ya kila siku. Hivyo ndugu zangu, tujihadhari na manabii wa uongo na hila zao, kwa sababu hawa manabii wa uongo wanajidai kumtangaza Yesu Kristo, lakini katika uhalisia wanapinga mafundisho ya Kristo, kwa sababu kile wanachokiongea na kile wanachokitamka nyuma ya pazia hakiko hivyo. Nyuma ya pazia ni kwamba wanajitukuza na kujitangaza wenyewe na hata kutumia dini kama mwamvuli wa kujitajirisha. Sasa mwisho wa siku wengine tunaishia kudanganyika na mara nyingi wanaofanyiwa ulaghai kama huo wanapitia matatizo yao kimaisha kama vile mambo ya laana, mikosi, kutafuta wachumba na hata miujiza mbalimbali mbali, ambapo tunaona mwisho wa siku ni ulaghai ambao unafanyika. Wanatumia mwamvuli huu wa dini katika kuwalaghai watu kupitia matatizo yao, kama vile ndo suluhisho la kila kitu. Ndugu zangu, Yesu anatukumbusha tusidanganyike. Tufuate, tufuate injili ya kweli, tufuate kile ambacho hata Bwana wetu Yesu Kristo alikifanya. Yeye mwenyewe Bwana wetu Yesu Kristo katika kuhubiri kwake, katika kufundisha kwake, hawa watu walikuwepo, na hawa watu walipokuwepo, mara nyingi amekuwa akiwakemea, amewakemea na kuweza kufanya Injili yake izidi kutawala, na hata waliokuwa wanyonge wamekuwa wengi wakimfuata. Yote hii ni kwa sababu ya miujiza aliyokuwa akiitenda na anaitenda, ikiwa ni nguvu ya Mungu mwenyewe ambayo inawasaidia watu kuweza kufuata ukweli na kuishi kile ambacho kitawasaidia katika maisha yao ya kila siku na isipoku na kutokuwa ni udanganyifu. Vilevile Wakristo wa kwanza baada ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo walipitia sana changamoto ya kukataliwa na kuteswa kwa ajili ya jina la Yesu Kristo, ambao ndio habari njema tunaoelekezwa na tunayofundishwa na Yesu Kristo pia siku ya leo, kwamba watu wengi watakuja, watatangaza, wataeleza mambo yao wakitumia jina la Bwana wetu Yesu Kristo lakini kumbe nyuma ya pazia hakuna ukweli wowote, ni udanganyifu. Kumbe ndugu zangu, hayo mambo bado yanaendelea kuwapata wale ambao wanamshuhudia Kristo katika maisha yao. Wapo Wakristo wengi sana ambao mpaka leo hawana uhuru wa kuabudu, wengine wanatekwa na kuteswa, wengine wanauawa, wengine wanateseka kwa sababu ya kusimamia na kuishi misingi ya Ukristo. Na wengine wametengwa na ndugu jamaa na marafiki zao kwa sababu ya Kristo. Misingi ya Kristo ni namna ambavyo hawa watu wanaishi katika haki katika ukweli. Lakini mwanadamu wa sasa amekuwa na uadui zaidi na mtu ambaye anatenda haki na mtu ambaye anasema ukweli. Mwisho wa siku tunaishia wapi? Mwisho wa siku tunaishia kuwaangamiza. Mwisho wa siku hatutaki kuwaona, hatutaki waendelee kuwepo, kwa sababu wanakuwa kama vizuizi katika maisha yetu. Hivyo tujitafakari na kuweza kuona tupo wapi. Hivyo Bwana wetu Yesu Kristo yote haya aliyaona na anasema yatatukia, hata pale ambapo mwisho wa siku huwa tunatangaziwa kwamba mwisho wa dunia umefika lakini Kristo anatuambia ndugu zangu mwisho hauji upesi haya lazima yatukie kwa sababu mwanadamu siku zote kama ambavyo kitabu cha hekima ya Sulemani kinavyotueleza katika injili katika somo la kwanza tulilosikia siku ya Ijumaa kwamba wanadamu wote kwa asili ni ubatili, hususani wale ambao wameshindwa kumtambua Mungu na kuvifanya vile vitu vizuri vinavyoonekana katika ulimwengu huu kana kwamba vyao hivyo ndio chanzo cha wao kuwepo katika ulimwengu huu badala ya kumshuhudia Mungu kwamba ndiye mweza wa yote na ndiye aliyaruhusu haya yote akapata kufanyika kwa kuwa yeye ndiye muumbaji wa vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Hivyo wapendwa wa taifa la Mungu, Kristo anatutia moyo pale tunapoteseka kwa ajili yake, tusifikiri fikiri nini cha kujibu, kwa sababu yeye atatupa kinywa na hekima ambayo watesi wetu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Hivyo ndugu zangu, hatupaswi kuogopa, kwani Kristo daima yupo pamoja nasi. Lengo letu ni kujitayarisha kwa ujio huo wa pili, tukijiweka daima katika hali ya neema. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.